Sasa mizimu ya familia una tabia moja, una tabia ya kuharibu maisha kwa namna ya kufanana, yaani mnaweza mkajikuta wote kwenye familia yenu ni walevi, ama mnaweza mkajikuta wote kwenye familia yenu mnateseka na dhambi fulani, ama wote hamuolewi, wote mnateseka na magonjwa yanayofanana, wote mnateseka na hali zinazofanana kwenye familia yenu. Hakuna mtu kufanikiwa, kila anayejaribu kufanikiwa anaanguka. Eh, kwenye familia yenu mmekuwa mnakufa mkiwa wadogo, watoto wadogo anakufa. Eh, kwenye familia yenu kila wazaliwa wa kwanza wamekuwa wakipata changa moto ya kushambuliwa na mapepo. Hizo zote ni dalili za roho za mizimu ya ukoo. Kwao unajikuta huwezi kufanikiwa kwa sababu hiyo mizimu wakati wote na kuenda kukamata na kukurudisha nyuma, na unaweza ukaitambua hii mizimu hata kupitia ndoto. For example wale watu wanaotaga sana ndoto kwamba wapo kijijini walikolelewa kijijini kwao, kwenye asili yao. Hizo ni ishara za haraka haraka zinazoashiria kwamba maroho haya ya mizimu yanakufuatilia ya maisha yako. Sasa kuna namna moja nyepesi, the best way ya kutoka kwenye hizo roho za mizimu, na namna yenyewe ni kumuhusisha Yesu Kristo, kwa sababu anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, lakini anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na hotele. Lakini anasema roho Bwana Mungu hii juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta ili niwahubiri wanyenyekevu wa habari njema, niwatangazie mateka habari ya kuachiliwa kwao. Sasa mimi nataka nikuombee leo kupitia huyo Yesu Kristo ambaye ndiye njia ya kweli na uzima, ili roho za mizimu zikuachilie. Nitakapokuombea maombi haya, chochote kitakachokutokea, utaandika kwenye comment. Lolote linaweza likatokea, tafadhali utaandika kwenye comment. Lakini ukiona umepata amani ndani yako, utaandika nimepata amani. Nataka niombe na wewe muda huu, naomba utaninulia mkono wako wa kulia, nami nitaomba na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo akete mahali pa juu, ninaomba na kijana huyu, ninaomba na binti huyu, ninaomba na mzee huyu, ninaomba na bibi huyu, ninaomba na hawa watu wote wanaosikiliza sauti hii muda huu. Jehova, ikiwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, ikiwa wewe ni Bwana uujuaye ulimwengu huu, ikiwa wewe ni mfalme wa falme, ikiwa wewe ni Bwana wa vita inuka kwa ajili ya maisha ya watoto wako. Kila ambaye yuko mahali hapa na anateseka na mizimu ambayo sio yeye aliyoingia mikataba nayo, na lakini ni wazee waliopita, ninamfutia jina lake kwenye mikataba ya hiyo mizimu. Baba, nina provoke hayo maroho ya mizimu ya waachilie hawa watoto katika jina la Yesu. Kila ambaye yuko hapa na amekuwa ni victim wa kuteseka na vifungo ambavyo sio yeye alivisababisha, lakini ni makosa ya mababu zao wa nyuma, Jehova, ninatamka kuanzia muda huu anapoisikiliza sauti hii, kijana huyu, bibi huyu, baba huyu, mama huyu, waachiliwe katika jina la Yesu. Ninatamka katika jina la Yesu. Wengine wamekuwa wanatafuta kuolewa, hawaolewi kwa sababu mizimu inawakatalia. mimi ninatamka kwa mamlaka jina la Yesu, hakuna chochote ambacho Bwana ulikibariki mizimu ikashindwa kukifungua. Mimi ninatamka wote wakafunguliwe kwa jina la Yesu. Waliotakiwa kuolewa wakaolewe, wanaotakiwa kuwa na biashara wakawe nazo, wanaotakiwa kufanikiwa wakafanikiwe katika jina la Yesu. Ninawanyang'anya hiyo mizimu hizo hatima zenu, hatima yako ikakurudia mwenyewe, hatima yako ikakujilia mwenyewe, hatima yako ikakuinukia mwenyewe, hatima yako ikakusogelea mwenyewe, hatima yako ikakujilia mwenyewe katika jina la Yesu. Kristaktema lipa juu, ninakutenga na hiyo mizimu, ninakutenga na hizo roho za kukataliwa, ninakutenga na hiyo mizimu inaokufanya usiolewe, ninakutenga na hiyo mizimu inaokupa maradhi, ninakutenga na hiyo mizimu inaokupa sukari, vidonda vya tumbo, presha, ninakutenga nayo katika jina la Yesu. Hiyo mizimu inaokupa HIV ninakutenga nayo katika jina la Yesu. Muda huu ninapotamka juu yako, nguvu ya Bwana itaingia ndani ya mwili wako na utasikia kuwekwa huru katika jina la Yesu. Popote unapofuatilia sauti hii, pokea. Pokea, pokea katika jina la Yesu. Utaandika kilichokutokea wakati wa maombi haya, lakini kama umebarikiwa, utasema amina. Hakuna nafasi ya mizimu juu ya maisha yako, amen. Barikiwa.